Kwenye michezo, kama juhudi za kuwapa nafasi vijana kutoka maeneo ya Watamu na Shela umepokea pesa za kuboresha shughuli za kandanda katika maeneo hayo ya kaunti ya Kilifi. Baadhi ya wafadhili na viongozi wa eneo la Watamu wakiongea baada ya mchuano wa soka baina ya timu za Watamu na Gede wamewataka vijana kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya na wizi wa mabavu. Ibrahim Abdi ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la kaunti ya Kilifi alikabidhi timu hizo shilingi milioni moja kutoka kwa rais William Ruto. Na rais wetu amesema hii pesa ni ya timu zote zilizo participate kwenye nini, kwenye game tumeelewana eh? our area has been heated badly and hardly, na mambo ya madawa kulevya na utovu wa usalama, lakini tunashukuru kuanzia, tuanzishe hizi tournaments na nini mwaka huu Uh, hii Disemba tuma, tumeifunga vizuri stori za mawozawoza imepungua na nini jambo eh, tumelitilia mkazo sana na tunapenda liwe kila wakati na litakuwako kila wakati kwa mshirikiano wa viongozi hawa wetu ili iwe ni vipaji pia tuna, inaonyesha kuinua vipaji